Ninaomba kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwingi wa rehema na mwenye kurehemu kwa kutuwezesha kukutana hapa leo kwa madhumuni muhimu na historia, ya kihistoria kuzungumzia maadhimisho ya miaka ishirini tangu kuanzishwa kwa Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro MUM mnamo mwaka elfu mbili na tano. Ndugu waandishi wa habari, kama mnavyofahamu mwaka huu 2025 MUM inatimiza miaka ishirini tangu kuanzishwa kwake. Miaka hii imekuwa ya kujifunza, kujijenga na kuimarisha misingi ya elimu, maadili na huduma kwa jamii kwa mujibu wa misingi ya Kiislamu. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni miaka ishirini ya MUM, wasomi waadilifu ni tunu kwa taifa. MUM inaamini kwamba jamii yetu haina shida ya wasomi bali ina shida ya wasomi waadilifu. Kupitia kauli mbiu hii, tunawakumbusha Watanzania na ulimwengu kwa ujumla kuwa chuo hiki kilianzishwa kwa dhamira ya dhati ya kutoa elimu bora inayojali misingi na maadili mema, utu na mchango katika ustawi wa jamii ya Kitanzania na kwa umma wa Kiislamu kimahususi. Ndugu waandishi wa habari, mtakumbuka kwamba chuo hiki kilikabidhiwa rasmi mikononi mwa mfuko wa maendeleo mfuko wa kuendeleza Uislamu MDF chini ya wenyekiti wa mzee Kitwana Kondo kwa niaba ya Waislamu wote wa Tanzania mwaka elfu moja mia mbili na nne na aliyekuwa rais wa awamu ya tatu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Hakika mzee Mkapa alikuwa na maono ya kuona mbali na fikra pevu hasa kutaka mtangamano na mwafaka wa kitaifa miongoni mwa Watanzania. Tunamshukuru sana hayati mzee Mkapa. Sasa ni miaka ishirini imepita tangu uamuzi ule mgumu na uliofanywa kwa busara kubwa sana. Ndugu waandishi wa habari, kipindi hiki cha miaka ishirini chuo kikuu wa cha waislamu cha Morogoro MUM kimepiga hatua kubwa katika nyanja mbalimbali mbali. Masuala ambayo mumu inajivunia ni pamoja na haya yafuatayo. Kwanza, kuimarisha elimu. Tumefanikisha uanzishwaji wa programu mbalimbali mbali za shahada na stashahada katika taaluma kama sheria na sheria biashara, elimu, sayansi ya jamii, lugha na mawasiliano ya umma, miongoni mwa kozi nyingine. Pili, utafiti na machapisho. Tumewahamasisha wahadhiri na wanafunzi kufanya tafiti zinazogusa jamii moja kwa moja, ikiwa ni pamoja na uh, maku, machapisho ya kitaaluma ambayo yamechangia mabadiliko chanya katika taaluma na ustawi wa jamii. Pia maendeleo ya miundombinu, kutoka majengo machache mwaka elfu mbili na tano hadi leo ambapo tuna kampasi yenye miundombinu ya kuridhisha, maktaba ya kisasa, maabara na maeneo ya ibada. Jingine ni mahusiano ya jamii. Tumekuwa mstari wa mbele katika kushirikiana na jamii kupitia huduma za kijamii, semina, makongamano na ushauri wa kitaalamu na jingine ni kwamba kwa sasa tunafurahi kukujulisheni kuwa jumla ya wa wahitimu elfu kumi na tano wamehitimu katika chuo hiki tangu mwaka elfu mbili na tano. Wahitimu wenye ujuzi changamani, maarifa ya kutosha na maadili faafu wanahudumia jamii nzima ya kilimwengu na wengine baadhi yenu mko hapa, ndugu waandishi wa habari. Kilele cha maadhimisho haya kitafanyika tarehe ishirini mwezi wa sita mwaka huu 2025. na hii itakuwa ni siku tukufu na siku kuu, ni siku kubwa ya Ijumaa, na hapa chuoni, mgeni rasmi tunemtarajia ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu kipenzi chetu, Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku hiyo tutashuhudia matembezi ya hisani, uzinduzi wa miradi mipya ya maendeleo, kongamano la kitaaluma na utoaji wa tunzo maalumu wa watu waliotoa mchango mkubwa na wa kipekee katika maendeleo ya chuo hiki. Aidha, tunatarajia kufanya wakfu wa kupanda miti ya matunda katika eneo kubwa la chuo chetu kama ishara ya kuhifadhi mazingira na hivyo kuunga mkono juhudi kubwa zinazofanywa na serikali yetu. Ndugu waandishi wa habari, MUM inatambua nguvu ya wanahabari na kujua fika kuwa ninyi ni daraja muhimu kati ya taasisi yetu na jamii. Kwa hiyo, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tunakuombeni kwa dhati ushirikiano wenu katika kusambaza taarifa hizi muhimu kwa wananchi ili wote washiriki katika furaha na mafanikio haya. MUM ni mali ya wa Watanzania wote, na mafanikio yake ni fahari ya taifa letu, na hasa ikizingatiwa mgeni rasmi wetu ni kipenzi chetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kuhitimisha, kwa mara nyingine tena, nawashukuru sana kwa kuitikia wito wetu. Tutaendelea kutoa taarifa kwa vyombo vyenu kuhusu maendeleo na maandalizi ya kilele hiki. Ni matarajio yetu kuwa mtakuwa mabalozi wazuri wa, wa maadhimisho haya ya kihistoria na karibuni sana katika kilele hicho ambacho kitakuwa tarehe ishirini mwezi huu siku ya Ijumaa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa wahenga wa Kiswahili walisema use... ratiba kuanzia leo mpaka tarehe ishirini. E, tulianza asubuhi na bonanza la wanafunzi na mpaka linaendelea mpaka jioni kesho. E, tutaendelea na masuala ya afya na kutakuwa na taasisi mbalimbali e, kutoka hapa Morogoro na Dar es Salaam ikiwa na upimaji wa afya bure pamoja na kuchangia damu katika wenzetu wa taasisi ya damu salama na taasisi ya saratani kutoka Ocean Road e, na taasisi ya Jakaya Kikwete kwa ajili ya upimaji wa moyo, na hii ni kwa Watanzania wote waliokuwa karibu Morogoro, wanakaribishwa kuanzia kesho katika viwanja vya Chuo cha Islam Morogoro, na huduma hizo zitafanyika bure kama e, moja ya shamra shamla kuelekea maadhimisho ya miaka ishirini ya chuo kikuu hiki. E, mbali na hayo e, tarehe kumi na nane tunatarajia wahitimu wote alumni wetu wote wanaofanya taasisi mbalimbali mbali, ndani na nje ya Tanzania watafika hapa na watafanya shughuli zao mbalimbali mbali, pamoja na kuzungumza na ndugu zao wanaendelea na masomo hapa e, tarehe kumi na tisa tutakuwa na shughuli kubwa sasa. E, tarehe kumi na tisa tutakuwa na mkutano wa taasisi mbalimbali za Kiislamu zote katika nchi ya Tanzania. E, tutafanya mikutano yetu na watuambie mrejesho, miaka ishirini ya chuo hiki wanaonaje, watupe tathmini na na mawazo, kwa sababu hichi chuo ni cha kwao. Na jioni kutakuwa na dua kubwa, dua maalum ya kuombea taifa letu na kumuombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunajua tunapita katika kipindi hiki kidogo e, kigumu cha uchaguzi. Kwa hiyo tunaomba dua rasmi e, kwa ajili ya taifa, kwa ajili ya rais pamoja na chuo chetu e, kipindi hiko e, cha mpito. Hiyo itakuwa tarehe 19 na atayeongoza dua hilo itakuwa ni mufti wa Tanzania Daktari eh, Sheikh Zuberi atakuja hapa hapa. Tarehe ishirini ndio kilele kama nilivyosema, na kilele hicho kitafanyika hapa. kulikuwa na swali kutoka kwa ndugu yangu kutoka TBC itafanyika wapi, kwa sababu pia kuna mkanganyiko kidogo eh, mabango yanaonesha kama Jamhuri, lakini shughuli hiyo tumepata maelekezo maalum eh, tufanye hapa hapa, kwa hivyo na sisi tumetii maelekezo hayo kwamba shughuli hiyo sasa, tuambie wa umma wa, wa, wa, watu wa Morogoro na wa Tanzania, shughuli hiyo itafanyika hapa katika viwanja vyetu na kuanzia saa moja na nusu asubuhi. Na ratiba tutaanza na matembezi ya hisani ama matembezi ya mshikamano kuanzia katika geti letu hapa tutakwenda mpaka mjini katika stendi ya zamani, tutachukua barabara kwenda Chifu Kingaru katika soko lile, tutazunguka pale katika e, ki, ki e, mduara ule wa e, barabara Sokoine, chuo kikuu cha Sokoine, tutarudi kama tunakwenda Faya, tutakwenda Tumbaku tutarudi hapa. Kwa hiyo tunaamini, tutakuwa tunasaidiwa, tuna na askari wetu kutuongoza vizuri, na tungetamani kila mwana Morogoro atunge mkono katika matembezi haya ya mshikamano, kwa sababu chuo hiki kwa kweli kimsingi ni cha kwao na ule mshikamano wetu wa matembezi ya pamoja ni kama sunna. Kwa hiyo kutakuwa na mambo mengi, shamra shamra nyingi katika matembezi hayo, na tukirudi hapa sasa, tutafanya shughuli moja kubwa, tutampokea mgeni rasmi na atapanda mti wa kumbukumbu kumbu, na tunatarajia saa tatu kwenda katika viwanja hivyo sasa kwa ajili ya kuanza shughuli yenyewe ya, ya kilele. Na moja katika mashughuli hiyo kubwa ni kutoa tuzo kama alivyo sema mwenyekiti hapa. Nisingependa kusherehesha zaidi, tunawapa tuzo watu maalum na wengine ni viongozi wakubwa katika taifa hili. Kwa hivyo, mabibi na mabwana, wananchi wa Morogoro na Watanzania wote wanaosafiri kutoka maeneo mbalimbali, karibuni sana Morogoro. Na ndugu wanahabari, tunaamini kama mlivyotoa ushirikiano leo, tarehe 20 pia hapa tutakuwa wote mlalo mlalo kuhakikisha kwamba shughuli hii inafana. Baada ya kuyasema hayo Ndugu wanahabari, nakushukuruni tutakushukuruni sana kwa kuja kwenu, na sasa naomba sasa mniruhusu mridhie kwamba shughuli hii ya mazungumzo haya na waandishi wa habari yakome hapa, na tutatoa e, chapisho ambalo tumelichapa kwa ajili ya kupata marejeleo na ithibati ya mazungumzo yetu. Baada ya kusema hayo, mimi ni Tobajidi, mswahili nakushukuruni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.